Habari za wakati huu ndugu mpendwa mtazamaji wetu wakati wote wa Umoja Daima Media, ninajua upo hapa kusikiliza ni nini ambacho tuko kwa ajili ya kukuhakikishia. Tunakupa taarifa ya kila ambacho kinaendelea hapa kwenye jiji hili la Tanga, na leo tena kama tulivyokuwa siku ile ya jana, leo tupo hapa pia mtakatifu po wa pili, tukijiandaa kwa safari nyingine kuelekea kule Raskazoni, sehemu ambako tutakwenda kuogelea, sehemu ambako tutakwenda kufurahi na michezo mbalimbali mbali ya bichi. Jana tulianzia kule kwenye mapango ya Amboni, lakini leo tunaenda kuogelea. Ulishawahi kumshuhudia askofu mkuu wa dayosisi ya kaskazini Dkt. Frederick Onalesho akiogelea? Najua hujawahi. Ulishawahi kumuona msaidizi wake Deogratius Msanya? Najua bado hujaona. Ulishawahi kumuona mhandisi Zebadia Moshi akiyapiga maji na makasia? Najua hujaona. Mimi pia sijawahi kuona. Ungana nasi usafiri ndo kama unavyouona, tunaondoka kutokea pale ambako tulitokea jana na tunaamini itakuwa ni kitu kizuri na tutafurahi sote kwa pamoja. Moja kwa moja kutokea hapa Raskazon Beach, tupo na wanafanyakazi wa ofisi kuu ya Dayosisi ya Kaskazini ambao wengine ni marao ya kwanza kabisa kuja kwenye maji na kuogelea kwenye ufuko huu wa bahari. Miongoni mwa vitu walivyosikia ni kwamba maji ya bahari yanatoa gundu, na miongoni mwao wapo wengi ambao wameingia. Sasa niko pembezoni, naelekea kwenye maji kuwafuata watu wachache, na miongoni mwao nitaanza kuwauliza maswala kadhaa kuhusiana na hali yao. Vipi, unaendeleaje na hali ya hapa? Anaendelea vizuri na enjoy. Ni mara yako ya ngapi kuja huku na kuogelea kwenye bahari, maji ya bahari? mara ya kwa-mara ya pili. Mara ya kwanza niliogelea Mombasa, leo nimekuja Tanga. Hey, yuko Tanga mpaka sauti imebadilika inaongelewa ni ya Kitanga zaidi. Tuko na watu wengine mbalimbali mbali, ambao ni mara yao ya kwanza. Niko na mhasibu mkuu wa Dayosisi ya Kaskazini na ninajua kule anapotokea hakuna maji mengi kwa kiasi hicho. Vipi unajisikiaje kuwa huko? Najisikia raha sana. Mwanzo nilikuwa naogopa nikakunja suruali nikasema sithubutu kuingia kwenye maji. Lakini baada ya kuingia nimeenjoy, nimeenjoy sana. Umeingia kwenye maji mwenyewe au kuna watu walikufuata na kukuvuta kulazimisha kuingia kwenye maji? Dorothy ndiye kanilazimisha alikuwa naogopa, liko pembezoni huko, ndio akanikimbiza kaniangusha kwenye mchanga, kanivuta kaniingiza baharini. Kwa hiyo baada ya kuniingiza, nimeendelea kuinjoy mpaka sasa hivi naweza kuogelea. Asante ah, sana. Tuko na watu wengine kadha wa kadha, niko na Mari hapa. Mari yeye, eh, nilikuwa naona kipara tu kwa mbali. Aniambie kwa namna gani anajisikia kuwa hapa kwenye maji ya bahari. Kwa kweli nimeenjoy sana, mahali hapa ni pazuri, hasa ukizingatia tulikuwa tumekaa kwenye hoteli na kumbi nyingi zina joto, lakini tulipokuja hapa mwili ume relax Unajisikiaje? Ni mara yako ya ngapi kuogelea kwenye maji ya bahari? Ah, kwa kweli ni mara yangu ya tatu. Mara ya kwanza tulikuwa kule upande wa Saadani mm, na mara ya pili tuko Dar es Salaam na sasa niko hapa Tanga. Unamwambia nini mtu ambaye hajafika mahali hapa? Kwa kweli apange kufika maana mahali hapa ni pazuri sana. Mi naishukuru sana Dayosisi ya Kaskazini imeweza kuleta hapa na naenjoy. Kuna sehemu kule za kupumzikia na maeneo mengine mbalimbali. Kwa nini hujaenda kule? Sijaenda kule kwa sababu muda wetu pia si rafiki sana. Ninadhani tuna muda wa kutosha na mimi ni miongoni mwa viongozi ambao wa wamefanya maandalizi na kutakia safari njema kama unaenda kule. Asante sana. Asante. Asante. Amesema ataenda na ngoja tuone watu wengine. Niko na mchungaji Saruma, mchungaji wetu wa idara ya mawasiliano na yupo kwenye maji. Mwanzoni alikuja amevaa kichungaji kabisa, lakini sasa hivi yupo kwenye maji. ni nini kimekushawishi kuingia kwenye maji? <coughs> Kwanza napenda kumshukuru sana Mungu na kipekee Dayosisi yetu ya Kaskazini kwa kutupatia si watumishi wa ofisi kuu maburudiko haya. Ni mara ya, kwangu, ya kwanza kabisa kudumbukea kwenye maji ya bahari, na kwa kweli mwanzoni nilikuwa na hofu kubwa, lakini baada ya kuingia kwenye maji haya najisikia burudani na sijisikii si, kama niondoke, natamani niendelee kubaki. Um, una nadharia inasema maji ya bahari yaondoa gundu, wewe unasemaje kuhusu nadharia hii kama mchungaji? Hayo ni mapokeo tu ya wazee wa, wa zamani lakini kiukweli maji haya ya chumvi kwa jinsi ambavyo nimeingia humu, nasikia ngozi yangu inapendeza, basi yanaondoa uchafu, lakini sio gundu, na lakini pia naofanya mwili unakuwa unaburudika, na pia kwenye afya ya akili una, unasikia utulivu fulani hivi wa kiakili. Kwa hiyo, kwa kwa ujumla kama mtu alikuwa amekasirika au ana ghadhabu au amechoka, basi gundu lenyewe ndio hilo. Ukija kwenye maji unapata amani hivi kama shwari yani. Ni raha kubwa sana kwa kweli na shukuru sana. Asante sana mchungaji, niko na watu hapa, nataka niwaulize, hichi ni kina ambacho maji yananifika kiunoni, lakini watu hawataki kwenda, wa kwenda, uh, kwenda mbali. Ni kwa nini hutaki kwenda mbali? Ah, kwenda mbali ni hatari, lakini kwa hapa ni vizuri sana. So today is a a good good day day to have a good day. Though I tu Speak Kiswahili kwa sababu kuna furaha sana siku ya leo e, watu wakiwa na furaha huwa wanaongea Kiingereza. Amesema amesahau kabisa kuongea Kiswahili. Mimi bado hiyo Kiswahili bado nakizungumza, na hapa na nipo na katibu wa idara ya afya pamoja na katibu wa idara ya elimu ya, ya, ya watuambie wote kwa pamoja ni nani ambaye atamshinda mwenzake kuogelea mimi huyu Mkenya anishindi kabisa. Mimi huyu jamani, mrefu sana, niko naye karibu ili nimsaidie. Actually, actually have even forgotten how to speak Swahili. Nao baada ya kuona wako wanashindwa kabisa kuvumilia furaha ambazo wako nazo lakini niwaambia kwa nini hawaendi kwenye kina kirefu na hakuna hata mmoja ambaye ameniambia ni kwa nini aendi kwenye kina kirefu lakini tuendelee kuwa pamoja mpaka mwanzo wa kipindi hichi mpaka mwisho tutakapokuwa tunazungumza na watu mbalimbali mbali kwa ajili ya kuhakikisha namna ambavyo watumishi wanaburudika mwaka huu amekuwa ni maburudisho ya aina gani kwa kweli maburudisho ya mwaka huyu amekuwa ni maburudisho mazuri sana tangu siku ya kwanza tulivyofika siku ya, ya Ijumaa jana yani Jumamosi, umekuwa na session nzuri sana ya kwenda kwenye mapango ya Amboni. Leo tuko kwenye bahari ya Hindi eneo hili la Raskazon. Kwa kweli ni maburudisho mazuri. Tunawaombea viongozi wetu, Mungu awape neema, watupe maburudisho kama haya tena. Na kama unavyoona watu walivyo wengi, watu wengi hapa ni mara ya kwanza kugusa maji, wengine ni mara ya pili, mara ya tatu wewe ni mara ya ngapi kugusa maji? E, kwa hapa mimi leo kuingia kwenye maji ya bahari ni mara ya tatu. Mara ya kwanza ilikuwa Dar es Salaam, mara ya pili ilikuwa ni Mtwara, leo ni mara ya tatu hapa Tanga. Naomba nikuulize swali nje ya haya ambayo yako kwa hali hapa: ni kwa nini ulichagua kuwa mdiakonia na sio mchungaji ama mwinjilisti? E, nilichagua kuwa mdiakonia kwa sababu ni wito nilionao toka moyo wa kuwasaidia watu kiroho, kimwili, kiakili E, na huduma ya udiakonia unamhudumia mtu kwa nyanja mbalimbali ya mbali, kiroho, kimwili, kiakili kwa wale wasiojiweza na ninafurahia kufanya udiakonia kuliko uchungaji na uinjilisti. Ninamshukuru ni mdiakonia. Unaweza ukazamisha uweza kuzamisha kichwa kwenye maji nione namna ambavyo ulivyo mtaalam kwa sababu umeniambia ni mara ya tatu. <laughs> kama tunavyoona kichwa kiko juu bado sio sawa. So, kama alivyokuwa ananiambia, niko na mchungaji Fadhili Lyamuya, mchungaji wa idara ya elimu ya Kikristo. Atuambie, ni experience ya namna gani kuwa hapa kwenye maji? Uh, ni experience nzuri kwangu. Hii ni mara ya pili. Mara ya kwanza mwaka na 2008 kule Zanzibar, na leo ni mara ya pili hapa Raskazoni Beach, Tanga. Kwa kweli ni experience nzuri pana furaha ya pekee hasa mnapokuwa wengi ndani ya maji unajaribu kuogelea, unazama, unatokeza tena juu, kwa kweli inaleta raha sana. Yesu alijaribu kutembea juu ya maji na ilikuwa ni imani ya kitofauti mpaka leo Wakristo tumejengewa kuhusiana na imani ya kutembea juu ya maji. Unazungumziaje kuhusiana na hili? Kwa kweli lile ni jambo kubwa na ukiwa katika mazingira ambayo hakuna bahari au e, ziwa au eneo kubwa nani cho, e, eneo kubwa la maji, unaweza kuona ni kitu cha kawaida, lakini kwa experience hii tu ya kuwa hapa unaweza kuona ni muujiza, na hutamcheka Petro alipozama. <laughs> Ya umesema hatutamcheka Petro alivyozamanani baada ya miaka kumi na zaidi kuanzia elfu mbili na nane mpaka siku ya leo unaogelea mahali hapa, ni miaka mingi imepita, lakini umesema kwamba Yesu alituambia kwamba tukiamini tunaweza kuyafanya zaidi ya yale ambayo ameyafanya. We huoni kwamba una nafasi ya kutembea juu ya maji kama jinsi ambavyo Yesu alitembea juu ya maji? Uh, kwa kweli inahitaji imani kubwa, maana hofu ndio inayotangulia, na hilo ya ndio maana anasema ni muujiza na unaweza kuona huna sababu ya kumcheka Petro alipozama. Asante, niko na Kefasi lani, na mara nyingi amekuwa akiwako nyuma ya kamera, haonekani mara nyingi. Atuambie ni kitu cha namna gani kuwa hapa. wenzake walikuwa wanaongea Kiingereza, yeye ataongea lugha gani? Kefasi, habari za sasa hizi? Yeah, fresh. Unajisikiaje kuwa huku? najisikia vizuri sana. Uh, nimepata wakati mzuri wa kuwa huku Tanga na kuu ya is y ya, uh, ya Kaskazini imetutendea jambo zuri sana la kupata muda wa kupumzika kutulia, lakini pia ku, kupata ile, ile bondi kati ya wafanyakazi, na nimefurahi. Kuna watu nilikuwa sijawazoea kuwa kule ofisini, lakini huku nimekuja kugundua ni watu ambao ni chami, ni watu wanaongea, watu wanaofurahi, kao ni jambo zuri sana e, kuna wapo ambao hawajaogelea kama mimi na wewe wameishiaishia huku lakini wanafurahia e, kuwepo hapa na imekuwa njema sana. Ninakushukuru mtazamaji wetu ambao umekuwa pamoja na sisi. Bado mambo ni mengi, bado kuna michezo mbalimbali mbali ambayo inakuja. Endelea kulike, kusubscribe, kushare na watu wengine kucomment. Mambo mengi mazuri yanakuja kwa ajili yako. Asante na hapa ni Raskazon Beach karibu, Karibu katika safari ambayo tulianza tangu awali kwa ajili ya maburudisho wa ya watumishi wa ofisi kuu ya Dayosisi ya Kaskazini. Kama nilivyokuwa nimekueleza hapo awali, tumekuja kwenye bichi ya Raskazoni, lakini sasa hivi tupo kwenye boti ndogo ambako tunakwenda kwenye kisiwa ambacho tutaenda kukitembelea. Miongoni mwa experience kubwa na ya tofauti kabisa ni namna ambavyo watu kwa mara ya kwanza wameenda kupanda boti, ambacho unaambiwa kina cha maji kwa eneo lililopo hapa ni sawa na kuunganisha minazi saba kuelekea chini ndiko uweze kuta ambako tulikuwa tunapozungumzia sasa. Niko na diakoni Amlaki ambaye atatuambia ni kwa mara ya ngapi anakuwa na experience ya kupanda kitu kama hichi, na ni experience ya namna gani. Mwanzoni alikuwa anaogopa namna ambavyo tumepangwa kwa kulingana na uzito ili kuweza kukibalance chombo hichi. Diakoni, unajisikiaje kuwa mahali hapa? Kwa kweli mimi najisikia vizuri kuwa mahali hapa kipekee. Namshukuru Mungu kwa neema hii ambayo ametupa ya kuweza kuwa na maburudisho ya watumishi wa ofisi kuu dayosisi na kwa sasa tunaenda kwenye kisiwa ambacho tunaenda kukitembelea. Tupo katikati hapa, na kimsingi kuna kahofu kidogo, kwa sababu unaambiwa hapa ni sawa na minazi saba kushuka chini, na urefu wa mnazi piga mahesabu, alafu ndio kina chake. Kwa hiyo kimsingi ni, ni uzoefu ambao ni mzuri, wenye hofu na neema ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya safari tunayoendea. Nashukuru sana Dikoni. Kwa mbali kama unaweza kuona kushoto kwangu kule kuna bandari. Je, ulishawahi kuiona bandari ya Tanga before? Uh, kwa bandari ya Tanga kwa kweli nimeiona kwa mbali tu, sijawahi kuingia kabisa. Nimeingia tu bandari ya dar es Salaam, bandari ya Mtwara, lakini kwa bandari hii ya Tanga ni mara ya kwanza naiona. Natumaini nitaingia hapo baadaye na pembeni yangu kabisa ninaye Victor Mshana ambaye naye tuko kwenye safari hii moja ya kuzunguka kisiwa hiki ambacho tumesikia habari tofauti tofauti. Ndugu yangu Victor, habari za wakati huu? Asante sana mtumishi wa Mungu Donald kwa nafasi ilionipa, kwa kweli Mungu ni mwema. E, unajisikiaje na kutembelea kisiwa hiki ambacho tumekiona, na unajisikiaje kuwa mbali kabisa na nchi kavu kwa... Tunamshukuru Mungu kwa hii neema, kwanza kwa uongozi wa daasi kutupa neema hii ya kutembelea. Najisikia furaha na amani, na tunazidi kushangaa maajabu ya Mungu kama jinsi ambavyo ule mwimbaji wa namba 361 sababu Bwana Mungu nashangaa kabisa, nikitazama na sisi tunapotazama, chikisiwa, tunapotazama maji, kwa kweli ni maajabu ya Mungu na tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. Hakika Mungu ni mwema na mambo ni makuu sana kwa siku ile ambayo tunaenjoi, tunafurahia na kwa kweli tumepelekwa sehemu sahihi kwa ajili ya maburudisho yetu sisi watumishi. Endelea kuwa pamoja nami, mambo ni mazuri kabisa, eneo ni tulivu kabisa, mambo ni mazuri, na kitu ambacho kinanishangaza ni uumbaji wa Mungu, namna ambavyo anaiweza kuitenganisha bahari, namna ambavyo tumepewa nchi kavu, na namna ambavyo tunaona uumbaji na ukuu wake wa maeneo haya. Ni mambo mengi ya kushuhudia kutoka hapa Tanga. Hatuwezi kuambia kila kitu katika dakika chache ambazo niko na wewe, lakini ninachokuhakikishia ni kwamba viko vitu vingi ambavyo utajifunza kutoka hapa. Viko vitu vingi ambavyo utavishuhudia kutokea hapa. Endelea kuwa pamoja nami na tutaendelea kwenda maeneo mengine. Na hii Umoja Daima Media. Endelea kusubscribe, kucomment, kulike na ukishia na rafiki yako ndugu zako wawili watatu utakuwa umesaidia ufalme wa Mungu kwa namna moja ama nyingine. Mpendwa mtazamaji wa Umoja Daima Media, kama tulivyokuwa tukijua michezo mbalimbali ambayo ilikuwa ikiendelea hapa Raskazoni, michezo ambayo ilikuwa inafanyika na watumishi wa ofisi kuu ya Dayosisi ya Kaskazini, wamekuwa wakizungumza na kufanya vitu mbalimbali mbali hapa kwenye bichi hii. Miongoni mwa vitu vikubwa ambavyo vimefanyika kwenye bichi hii ya hapa Raskazoni, ambako watumishi wa ofisi kuu wamekuja kwa maburudisho yao, ni pamoja na michezo ya kukimbia ambayo tumeona watu mbalimbali wakijitahidi kukimbia kwa kadri ambavyo wameweza. Wengine hawakumaliza mbio, wengine walianguka na mambo mengine ma yanayofanana na hayo. Pia imefanyika michezo ya kuchukua chupa na vitu vingine ambavyo walikuwa wanashindana ikiwemo pamoja na kuzijaza na vitu vingine kama hivyo ambavyo vilikuwa vinafanyika. Michezo ni mingi imefanyika tangu tumefika hapa. Watu wameogelea kwa watu wote wameenjoy. Kila mtu amefurahi kwa wakati wake na miongoni mwa vitu ambavyo wamevifanya ni pamoja na kushukuru uongozi wa KKKT Dayosisi ya Kaskazini kwa kuandaa session hii maalum hasa kupitia jumuiya ya wafanyakazi na ule uongozi mzima wa wafanyakazi kuona kwamba ipo haja ya wao kuburudika na maburudisho haya. Na haya. Sasa hivi sio kwamba tumemaliza, ni jioni nzuri ambayo watu wapo wakiendelea na michezo mingine, wengine wanacheza karata, wengine walikuwa wanacheza mziki na wengine bado wanaendelea kuburudika kama jinsi ambavyo kila kitu kilikuwa kimepangwa. Mambo ni mazuri na watu wanaendelea kuburudika, na miongoni mwa michezo ambayo inafanyika na, na imependwa ni pamoja na uchezaji wa karata pamoja na drafti ambavyo watumishi wa ofisi kuu ya Dayosisi ya Kaskazini wamekuwa wakifanya kazi zao, zimekuwa ni nyingi na mara nyingi wamekuwa wakiwa wamekuawaki jukumu yao ya kila siku kule ofisini. Kupata wasaa mzuri kama huu wa wao kukaa na kuona ya kwamba ni muda mzuri wa kuburudika, kucheza michezo ambayo kwa hakika ni siku nyingi na ni kwa kipindi kirefu ambacho hawajakifanya. Mimi nimekuwa na wewe kuanzia mwanzo wa safari ya siku nzima ya leo na ninaamini umeburudika na umepata kitu cha kitofauti ambacho kimefanyika kwenye maburudisho haya. Endelea kufuatilia Umoja Daima Media ambako tutakuwa kuna vitu vizuri vinakuja. Subscribe kwa wale ambao hawajasubscribe, lakini endelea kushare kulike na kukomenti, watumie ndugu jamaa, amwambie rafiki, rafiki amwambie rafiki, na mwingine amwambie mwingine kwamba Umoja Daima Media tupo kwa ajili yako. Nyuma ya kamera kama kawaida, Kefasilani akiwa ametisha zaidi na kazi nzuri ambazo amekuwa akizifanya, na mimi ni Donald Ernest, ripota wako kutokea hapa bichi ya Raskazoni zoni jijini Tanga. Endelea kufuatilia. Asante.